Yes, bana kumekuwa kuna stori nyingi sana kuhusiana na Abigail Chams, moja kati ya wasichana ambao pia wamekuwa wa kwanza kabisa kuweza kushiriki au kuwa nominated eh, katika tuzo kubwa kabisa za BET, eh, kutokea hapa Afrika. Lakini pia kumekuwa kuna stori nyingi zikiendelea kutokea masuala mazima ya eh, upigaji kula kwa sababu unajua likes zile ambazo zinakuwa zinaenda pale Instagram ndizo ambazo zinaweza kumsababisha eh, bana Abigail Chams kuwa mshindi na kuweza kunyang'anyua eh, bana kinyang'anyiro kile ambacho kiko pale. Sasa, eh, kama baada ya bana nakumbuka kama ilikuwa ni siku za mwisho mwisho kabisa za kuweza kumpigia kura. Sasa, Yusufu Kapilimka bana ni shabiki huru wa muziki, lakini pia ni mdau, lakini pia na mafanikio ya muziki wa Afrika, ameweza kuiandikia barua rasmi kwa uongozi wa tuzo za BET, akieleza kwamba wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa udanganyifu wa mitandao ya kijamii katika kipengele cha msanii mpya bora wa kitaifa, aka kumaanisha kwamba BET Awards ya mwaka 2025 ambayo mmoja kati ya watu ambao pia wako nominated katika kipengele hichi bana cha best new uh, artist ni uh, Abigail Chams kutokea hapa Tanzania. Ikumbukwe pia siku ya, ya juzi pia aliweza kupata nafasi ya kuweza kushiriki katika bunge tukufu kabisa la Tanzania, na pongezi zilikuwa ni nyingi pale, wabunge walimpongeza, lakini pia uh, Zungu pia aliweza kumuongelea kwa uzuri kabisa, aliweza kuwatambulisha majaji na na mmeneja um, wake kama Abigail Chams, na kuweza kusema kwamba mwanamke wa kwanza kuweza ushiriki bana katika masuala mazima ya BET Awards au kuwa nominated, mambo jambo ambalo limekuwa ni zuri na kila mmoja ameweza kulipenda. Sasa, kulingana na Yusufu, tangazo la uteuzi wa kundi la TXC pia kutokea huko Afrika ya Kusini kupitia akaunti rasmi ya Instagram ya BET linaloonyesha dalili za ushiriki wa accounts bandia au fake accounts katika swala hili maarufu kama bots. Akaunti hizi pia zina sifa kama bana ya sifa yake, kwanza ni kutokuwa na wafuasi wala kuweza wala kuweza kufuatiliwa na mtu machapisho yoyote, lakini pia nafasi eh, e, sababu nyingine e, ya pili inakuwa ni kukosa machapisho yoyote, lakini pia kitu kingine ni kuwa na account binafsi ambazo pia zisizo na mawasiliano ya kweli. Kitu cha mwisho ni e, majina ya ajabu ya kuweza kurudia rudia. So account hizi huwa zinakuwa zinatokezwa huko, kuna baadhi ya watu pia wanaweza kukaa, wanaweza kuwa wamezifungua, zinakuwa ni mpya au ni zile accounts, si unaweza kusema ni za marobots, zinakuwa zinaendeshwa na na, na, na watu ambao pia wanakuwa hawastyle. Sasa so, kuna baadhi ya accounts pia ambazo alikuwa amekwisha ame kuzimention kuweza eh, kuzitaja pale uh, uh, kama hii ya kwanza inafahamika kama at Mikos Diego, anenea RJ, mia, elfu tisa, mia sita, tisini na tatu. Akaunti zingine kibao uh, takribani kama akaunti sita hivi zikionyesha kwamba akaunti hizo ni feki. Sasa Yusufu pia aliweza kulinganisha hali hiyo pia na ile ya Abigail Chamsi ambayo pia aliweza kuwavutia mashabiki wake eh, kwa njia ya asili ya maoni, ya likes. Lakini pia na kweli ya kuweza kutoka kwa wafuasi wa dhati ambao wanakuwa wanamfuatilia Abigail Chamsi. Lakini pia kaandika kwa kusema kwamba sina cha Ku, eh, sina, sina nia ya kujivunjia eh, kujivu heshima msanii yoyote, ameandika Yusufu kwenye email iliyoandikiwa na BET Awards, ambayo pia hata alishaifanya mahojiano pia na moja kati ya kituo cha habari pia na kuweza kwenda na habaru wahili akaweza kuonyesha, akaandika kwa kusema kwamba lengo langu ni kuhakikisha haki na uwazi eh, vinaendelea kuwa nguzo ya BET Awards, ambayo ni jukwaa la heshima duniani. Yusuf pia aliweza kuomba timu ya BET kuweza kuchunguza kwa kina kabisa uhali wa mwitikio huo umuhimu wa uadilifu katika tuzo ambazo pia zikitazamwa duniani kote, lakini pia si Afrika tu. Ameweza kuambatanisha na picha zake za screenshot ambazo pia aliweza kuthibitisha madai hayo ambayo ameweza kutokea na vitu vingine vimekuwa vimeenda viral kinoma noma. Sasa kuhusiana na masuala mazima ya BET Awards, pia huwa kuna kuwa kuna udanganyifu tofauti tofauti, kwa sababu kila nchi ambayo inakuwa imetoa msanii wake ambaye anakuwa nominated katika kipengele fulani, huenda labda cha best act, lakini pia best international artist au anaweza kuwa na mwana hip hop na vipengele vingine kibao huwa kuna kuwa kuna accounts fake ambazo pia huwa zinatumika ku, kuweza ku likes kuweza ku comments masuala mazima ya, ya ya tuzo kwa sababu tunajua kabisa kwamba eh, ili umpigie kura msanii wako ni lazima uweze ku likes. So likes nyingi zaidi ambazo zitaweza kusababisha msanii wako kuweza kushinda katika ile category ambayo anakuwa eh, anakuwa naigombea anakuwa anainyang'anyia. Sasa so, ukiangalia pale Abigail Chams pia yuko na wasanii wengine kibao, lakini pia kuonekana kwamba kuna baadhi ya wasanii katika kile kipengele eh, kutaka kubebwa kwa namna moja ama nyingine. E, kitu gani kitatokea kuhusiana na tuzo hizi? Nani atashinda? Ni Abigail Chams au ni msanii mwingine? Tuzo hiyo, tuzo irudi nyumbani tena? E, sifa, pia, na zile sifa ambazo pia ameweza kupewa na baadhi ya wasanii Konde Boy, lakini pia mimi Mas pia alishuka pale kutoa pongezi zake, pia mwanamuziki kutokea kule Marekani kwa sasa hivi, ingawa ameweza kuacha kutokana na masuala mazima ya kulea mtoto kama vipi, yani kaamua kuachana kabisa na muziki na kufanya maisha yake, nikimaanisha Vanessa Mdee. Imani Abgal Chamsi pia aliweza kumzungumzia kwa uzuri kabisa kuhusiana na support ambayo amekuwa akimuonyesha kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi ambapo alikuwa amefikia. Drop comment yako hapo utakometisha, kinoma noma kwenye Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau pale YouTube, ukidrop comment yako utakometisha